Tupo hapa kushuhudia jitihada za serikali yenu katika kuimarisha sekta ya uchumi wa bluu. Mheshimiwa Rais, kupitia mpango wako wa kuendeleza sekta ya uchumi wa buluu, Mkoa wa Kusini Pemba umepokea jumla ya maboti 240, katika kipindi hichi cha miaka minne ya mitano ya kwako, kwa sababu katika kipindi cha miaka mitano ya uongozi wako, e, wajasiriamali wa uvuvi na wajasiriamali wa, wa mwani na wengineo tumewapa vifaa na zana zenye thamani ya bilioni 36.5 Mheshimiwa umefanya mambo makubwa ndani ya Zanzibar hii. Miradi ni mingi. Kwa hakika soko hili linakwenda kutoa huduma bora na za kisasa ndani ya mji wetu wa Mkoani, lakini ndani ya mkoa wetu wa Kusini Pemba. Mwenye kuleta maendeleo ya kweli ndani ya Zanzibar hii hakuna mwingine zaidi ya Daktari Hussein Mwinyi. Ndugu wananchi, leo pia tunashuhudia makabidhiano ya boti mpya kwa wananchi wa kisiwa cha Makoongwe, hatua itakayoboresha huduma za usafiri na usafirishaji katika kisiwa hicho. Aidha, kina mama wa kijiji cha Mkia wa Ng'ombe watapatiwa boti ili kuendeleza shughuli zao za ukulima wa mwani kwa ufanisi zaidi. Napenda ni kuhakikishieni kwamba serikali itaendelea kusimamia miradi yote tuliyoipanga ili kuhakikisha uchumi wa bluu unaimarika, thamani ya mazao ya baharini inaongezeka, na wananchi wanapata ajira nyingi zaidi, pamoja na kipato cha uhakika. Lakini saa hizi tunapo boti zetu tunaringa, na tutaendelea kuringa. <laughs> Oktoba tunatiki.